Kama kuna mtu ana- anabiblia asome afungu atakapofikisha mahali fulani mabea, inatosha. Ezra sura ya tano mstari wa kumi na sita hasa sehemu ei. Kazi ya Mungu ni pana, inatutaka. Mungu anaitaka ila anatutaka. Sura ya tano mstari wa kumi na sita ndipo yule Sheseba alipokuja akapiga msingi wa nyumba ya Mungu iliyoko Yerusalemu. Tangu wakati ule hata leo ilikuwa ikijengwa, wala bado haijakamilika. Kwa hiyo hii kazi ambayo iko mbele yetu haijakamilika bado. Mungu anatutaka sii tunamtaka lakini Mungu anatutaka pia, atuwe najabo anatutaka tufanikie katika mambo yote. Kwa hiyo wachungaji, kazi yetu ni, ni moja tu mikono yenu hii. Kwa hiyo Mungu aliweka wa kubariki watu nime mtaweka kwenye kichomo, na kama mgekuwa na Mungu hata ningesema mbele, lakini nikiwatazama yeah, sijalilika inamnaza kubeba. Hii ni ishara kwamba kwa kweli tunamba Mungu kati, tuombe Mwenyezi Mungu baba yetu na mfame wetu, wewe ni Mungu mwenye uweza, Mungu mwenye nguvu, Mungu mwenye mamlaka yote umekuwa kimilio letu vizazi hata vizazi, umekuwa ngao yetu na umekuwa mwamba wa wokovu wetu. Wewe ni Baba, wewe ni mfalme, lakini wewe ni Mungu. Umetangazwa vizazi na vizazi kwamba wewe ni mungu wa Ibrahimu, mungu wa Isaka, mungu wa Yakobo, na baba wa bwana wetu Yesu Kristo, tunaomba jioni hii ya leo wewe peke yako ukadumu kwa Mungu wetu, katika mikono ya watuma wako uliowatenda kwa ajili Bapa, ya kazi hii Baba uliosema ya kwamba nimekuchagua ili uende ukazae matunda. Limekamatwa sanduku ambao mfalme mwema, watoto wako uliowatoa katika zile nyumba, ukawasafirisha hadi katika ukumbi huu na katika mji huu maombi yao na miandiko yao imeshirikizwa ndani ya sanduku hili lote. Kwa pamoja tunaomba Mungu wa majeshi, kwa kadiri ya kilio cha kila mmoja, kwa kadiri ya magombi ya watoto wako, kwa kadiri ya imani, hata kama ingelikuwa ni ndogo kama punje ya haradali, na kwa sababu hakuna mwingine tunayeweza kwenda kwake mbinguni wala duniani isipokuwa ni kwako kwa peke yake Baba, tunaomba ukaliinue jina lako katika misingi ya imani yetu, yale yaliyoandikwa ambayo watoto wako angali ya kinema katika mioyo yao. Mtakatifu wa Israeli, jua elfu mbili na ishirini na tano itakapokuwa ikikamilisha mwendo wake na kubadilisha nukta za mwaka, wewe Mungu wetu ukawe umejitukuza katika maisha ya watoto wako. Umba jambo jipya kama ulivyojifunua kwetu. Tengeneza mambo mapya Mungu wetu, katika majangwa chipua vitu vilivyokuwa havijaota vinavyostahili kulitangaza jina lako katika shughuli za watu wako Mungu wetu vikatokeze. Mbona sisi furaha yetu kwa watu ni kuambia tunaye Baba? Mbona furaha yetu kwa watoto wetu ni kutoa ushuhuda wa kile ulichokifanya Mungu? Tunapata nguvu ya kukuimba na kuimba sifa zako, tunapata nguvu ya kukurudili Matendo ya matendo ya yako auatena zamani na moaatenda leo, jitukuze Mungu wetu kwa watoto wako hawa wakike na wakiume, ili hadi watakapokuwa kirundi majumbani, mfalme mwema, ile amani tokayo juu isiyopatikana katika dunia hii ikawe imetanda na kujaa moroni mwao, kwa sababu hue Mungu utajifunua hata katika njozi ya yale mambo takawatendea mtini wengine, Baba, hata kulikuwa na miradi na karibia kufwa unaonekana kabisa ulikuwa na karibia kufa, mingine hata imezikwa miaka minne, mingine imezikwa miezi mingine, mingine imezikwa tu siku chache zilizokwisha. Yesu Kristo, wewe unayeagiza tu kwamba jiwe liondolewe la kukosa imani, halafu Lazaro, aliyekwisha kuwekwa chini, ainuke tu na kuanza kutembea, tunaomba ukafufue kazi za watu wako mikononi mwako, ili wakawe na mkate wa kula, lakini pia Mungu wetu na tabati kwa chama zangu siku ya leo, tembea pamoja na watu wako, ishi na watu wako, kula na watu wako, cheka na watu wako Mungu, furahi na watu wako, tangaza mwaka wako uliokubaliwa ile baada. Mungu wa majeshi, wewe ambaye uko kwa ushuhuda kwa mwaka uliopita, sasa ukawa ushuhuda na wengi atakunua katika pande zako. Mapenzi yako yatimizwe, ni kwa Yesu Kristo Bwana wetu. Tuombe nikutoe Bwana, useme amen.